Kwa hiyo wako watu ambao pengine hawapo kwa sababu wamestore away. Sio kwamba wamefariki au wamepotea au wametekwa. Hajapotea, hajafanya chochote, amestore away tufanye, amejipoteza yeye, ameenda kujistore away, ameenda kujistore away. Sasa mtu anaenda kujistore away kwa kujiumiza ili useme mtu ametekwa. Kwa maana ya neno kutekwa, lazima mtu kwe, kuli, kuli, yani, yalikuwepo matumizi ya nguvu ya kumchukua huyu mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kama hakukuwa na mtu aliyeona, huwezi kusema ametekwa. Unatoa hoja ya misamiati ya kutekwa, lakini uhalisia, moyo wako unakuambia nini? Hoja ya kujadiliwa na bunge, utaratibu wa bunge kufanya kazi ni kwamba hoja inapokuja inajadiliwa, ikishajadiliwa, yanatoka maazimio maazimio kikatiba ni maelekezo kwa serikali. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya 29 na nasema, wenye haki wakiwa na amri watu furahi, bali mwovu atawalapo watu ugua. Eh, Rais Samia, moja kati ya eh, kitu ambacho alikuwa anapewa credit sana ni kwenye eneo la demokrasia na haki za binadamu. Hivi karibuni kumekuwa kuna malalamiko makubwa kutoka ndani na nje ya nchi e, kwenye eneo hilo hasa kutokana na vile vitendo vinavyoitwa kupotea kwa watu pamoja na, na utekaji, na hivi majuzi kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nyumbani kimezindua ripoti yenye jina la The Return of Unknown Assailants, kwamba kurejea kwa, kwa wasiojulikana, kwamba ni kitu kilichopotea lakini kimerejea kwa kasi mwaka 2024 mpaka mwaka 2025, na, na hata hapa Mbeya kuna watu wanabandika mabango huko barabarani e, eh, ya kumtafuta mtu anaitwa Mdude na wameweka dau, mkuu mkoa hapa ameweka dau la milioni tano, lakini wanachama wenyewe wa Chadema wameweka dau la milioni kumi, milioni kumi na tano zipo hapa Mbeya za kumtafuta mtu anaitwa Mdude. Vitendo hivi vya watu kupotea au watu kutekwa vinaonekana kama vimeshamiri ama vimerejea kwa kasi na watu wanadhani bunge lililo chini yako kama spika lilikuwa lina kila sababu ya kusimamisha shughuli zake na kulijadili kwa kina. Wewe unasemaje? Hoja ya kujadiliwa na bunge, utaratibu wa bunge kufanya kazi ni kwamba hoja inapokuja inajadiliwa, ikishajadiliwa yanatoka maazimio maazimio kikatiba ni maelekezo kwa serikali, kwa hivyo hakuna namna bunge litaweza kujadili jambo alafu likaishia hewani. Yaani hiyo nafasi huwa hakuna, na ndio maana hata mtu akisimama akasema mwongozo wa spika nikamsikiliza nikiwa sina hakika nasema ngoja nikatazame. Kwa nini? Kwa sababu hutaki kusema jambo ambalo huna hakika nalo. Kwa nini? Mhimili wa bunge ni mhimili ambao ni chombo ambacho ni wawakilishi wa wananchi, na katiba imekipa kazi ya kuisimamia serikali. Kwa hivyo, huwezi pia kutoa maelekezo ambayo hayawezi kutekelezeka. Kwa mfano, yaani, utakiwa ufikie mahali uanze kusema ah, ili bunge limeazimia, lakini halitekelezeki. Ah ah, kwa nini? Kwa sababu ya zile heshima za hii mihimili, lazima bunge litoe maelekezo kwa serikali na serikali lazima itekeleze. Tukishaita ni azimio, ni maelekezo mjadala wa kuhusu jambo hili, yule aliyelileta jambo hili bungeni alisema hivi, upo utekaji unaoendelea unafanywa, sijui na uh, hakusema vyombo vya dola, nadhani alisema polisi mm. Alikuwa very specific, alisema polisi na mambo kama hayo. Mimi na wewe chazi, japokuwa nimekuzidi umri, lakini naamini hili unaweza kuwa unalijua, wako watu huwa hawaonekani wako watu wanapotea. Ili useme mtu ametekwa, kwa maana ya neno kutekwa, lazima mtu kwe, kuliku, yani, yalikuwepo matumizi ya nguvu ya kumchukua huyu mtu kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Kama hakukuwa na mtu aliyeona huwezi kusema ametekwa mpaka ye apatikane ndo aje asemi kwamba nilikamatwa kwa nguvu eneo fulani, nikaingizwa kwenye gari, watu walikuwa na silaha ama silaha ha -ha. Kama hilo jambo hukuliona, huwezi kusema fulani ametekwa. Kwa nini? Hujui amepotea mazingira gani. Sasa ntakupa mifano Wako watu hawakuonekana hawa hata miaka ya huko nyuma, hawajaonekana muda mrefu, lakini kuna kitu kinaitwa stowaway. Umeshaikusikia? umesha kusikia kitu kinaitwa stowaway? Hapana. Yani kwa mfano, wewe unajua maisha mazuri yako nchi fulani, sawa, ukaamua kwenda huko kwenye nchi, ila kwa sababu huna hakika, hujawaaga ndugu zako, jamani, mi nimeona maisha mazuri yako nchi fulani, mimi naenda huko Baadaye watu wanakuja kupata taarifa, jamani, yule mtu tulisema hapa hayupo, yuko wapi? Amepata sasa, au amejipata mtaani, tunasema amejipata, anatoa sasa taarifa, au yeye mwenyewe anarejea. Kwa hiyo wako watu ambao pengine hawapo kwa sababu wamestoa wei, sio kama wamefariki au wamepotea au wametekwa. Hawajapotea, hajafanya chochote, amestoa wei. Ukitoka hapa utaenda uangalie stoa wei, maana yake. Hilo moja. La pili, wako watu wanatafutwa mpaka leo, wako watu ambao walikuwa wanatafutwa wamekutwa wameshafariki na washazikwa. Sasa kwamba alitekwa ama mazingira alikuwaje, mimi na wewe hatujui. Lazima polisi wafanye nini? Uchunguzi. Sasa hili neno inaonekana kama vile sijui niseme tumelizoea. Kwa hiyo mtu hajamwona chazi, ametekwa. Bwana Yesu asifiwe. Uh, uh, Mheshimiwa Spika Tulia Ackson. E, mimi maoni yangu na mashauri yangu kwenye mambo ya msingi yanayohusu uhai wa mwanadamu ilipaswa kuwa na utulivu sana na umakini sana katika kushughulikia masuala haya. Mimi nafahamu kwamba wabunge ni wawakilishi wa wananchi. Sasa nilitegemea bungeni ingekuwa inazungumzwa lugha ya wananchi. Sauti ambayo ingekuwa inatoka bungeni ingekuwa ni sauti sawa sawa na sauti za wananchi. Sasa jamii nzima ya Watanzania au jamii kubwa ya Watanzania na sauti nyingi za Watanzania zinalalamikia masuala haya ambayo yanaitwa utekaji au kupotezwa kwa watu, na watu wanaopotezwa ni watu ambao wanaonekana kuwa ni wema watu ambao wanakuwa wanatetea au kupingana na namna zozote za uovu ndani ya nchi. Sasa watu wengi wametekwa, sijaona ukitoa mfano wa mzee Ali Kibao, ambao alishushwa kwenye gari kwa nguvu, lakini pamoja na wengine ambao hawakuonwa wanavyochukuliwa, na kwenda kupelekwa kusikojulikana na kutokuonekana mpaka siku ya leo. Ukiona ali Kibao na hao wengine, harakati zao au tabia zao zinafanana, sifa zao zinafanana, tukiangalia katika itikadi za vyama, tukiangalia katika harakati za kupigania utu na binadamu zinafanana. Sasa eh, mwandishi anakuuliza kwa habari ya mabango yanabandikwa kwa ajili ya Mdude Nyagali. Lakini mifano ambayo unakuwa naitoa wewe kama mwakilishi wa Wanambeya, mi nilitegemea uzungumze kwa lugha ya Wanambeya, uzungumze kwa lugha ya mabango yaliyobandikwa kwenye, kwenye, ma, kwenye nguzo na kwenye mbao mbalimbali. Nilitegemea uzungumze au utuwakilishe vizuri kwenye eneo kama hili. Sasa, kama sheria inakuwa inawabana kuwakilisha au kuwasilisha yale aliyomo mioni wa wananchi sheria zinawabana kuzungumza sawasawa sawa na wananchi wanavyozungumza, zinawataka sheria, yani zinataka mwakilishi wananchi kwa mujibu wa sheria hizo, sheria mtakao mzirekebisha haraka sana, kwa sababu zitakuwa hazitimizi matakwa ya wananchi kwenye masuala serious kama uhai wa mwanadamu. Mimi nafikiri ilitakiwa kusimamisha kila kitu, yani kila kitu kisimame, tuangalie kujadili kinaga ubaga mambo haya, ni tunachukua hatua gani? Kwa sababu imekuwa kawaida, wengi wanatekwa, wengi wanapotezwa. Unatoa hoja ya msamiati ya kutekwa, lakini uhalisia wa moyo wako unakuambia nini? Uhalisia wa moyo unazungumza nini? Hicho ambacho kinazungumzwa kwenye uhalisia wa moyo wako ndicho kinachozungumzwa kwenye, kwenye mioyo ya watu wengine ambao sio viongozi. Sasa sijajua mnatuwakilisha kwa sura gani na mnataka mtuwakilisheje? Na tumewatuma kutuwakilisha hivi mnavyokuwa mnashindwa kutuwakilisha, tunakuwa tunajua hamtufai, hamtufai. Hapo alitakiwa awepo mtu ambaye atatuwakilisha sasa na mioyo yetu, ambaye atakuwa radhi kuibatilisha sheria au kuirekebisha sheria haraka iwezekanavyo, kama sheria hiyo inakuwa inamzuia au inamwekea kizuizi kuwakilisha mioyo ya wananchi kama inavyotakiwa. Hakuna asiyefahamu kwamba Mdude kaumizwa vibaya na damu tu imeonekana nyumbani mwake. Sasa tu, tufanye hajatekwa, labda amejiteka, sijui amejichukua ame amejipeleka kwa mganga au ameenda kujiua, amejiumiza, kwa sababu hakuna aliyeona akichukuliwa. Tufanye amejipoteza, ameenda kujistoa wei, ameenda kujistoa wei. Sasa mtu anaenda kujisoa wei kwa kujiumiza kiasi kile. Lazima mgesimama kwamba kwa nini wananchi wetu wanakuwa wanaumia kwa sura hii afu watu muhimu? Watu ambao wanaonekana ni muhimu akina Deusdedith Soka; watu muhimu akina Mdude watu muhimu; eh akina Ali Kibao watu muhimu. Unaona hawa watu mioyo, um, yao mbona imeelekea wema? Kwa nini wao wanajisoa wei? Lazima nchi isimame kwamba inakuaje kwaje watu wa namna hiyo wanajisoa wei. Hamtuwakilishi inavyotakiwa bila shaka mtufai kutuwakilisha kwa sababu mnatuwakilisha sisi kama sheria inavyotaka, wakati sheria zenyewe mnaweza kuzitengeneza wenyewe ili mtuwakilishe vizuri. Bibilia inasema katika kitabu cha Mithali sura ya ishirini na tisa, nasema wenye haki wakiwa na amri watu furahi, bali mwovu watawalapo watu ugua. Mwenye haki akiwa na amri watu wanafurahi, waovu wakiwa na tawala watu wanaugua. Ukiona mioyo ya watu wanaugua mioyo ya Watanzania inaumia kuhusiana na mambo mambo ambayo yanakuwa yanaendelea yasiyofaa, muwe mnajua kabisa kwamba mnaotawala ni waovu mnaotawala sio wenye haki, ndio maana watu wanaugua. Wanaugua kwa sababu hamtimizi wajibu wenu inavyotakiwa. Wanaugua kwa sababu mna delay katika mambo ya msingi, mambo yanahusu wa afya za watu, mambo yanahusu wa utu wa watu. Mna delay, mna delay katika kuyatimiza matakwa ya wananchi, ndio maana wanakuwa naumia. Mtuwakilishe sisi, msiziwakilishe sheria Msiziwakilishe msi sheria. Kama sheria zinawapinga, zinawekea vizuizi kutuwakilisha, zitengenezeni, kwa sababu wenye mamlaka ya kutengeneza sheria ni nyinyi wabunge. Yaani, ni sisi wananchi tumewaweka ninyi, sio wote. Hatuwezi kutosha bungeni humo, tutalipasua hilo jengo, tutabanana sana, hakuna kitu kitachofanyika. Tumewapeleka wachache ili mwakilishe mioyo yetu. Sasa ninyi mmechukua hizo nafasi kama ajira, sijui ndio kazi mnataka mpatie chakula, mwe mnakumbuka kwamba tumatuma kutuwakilisha, kutuwakilisha. Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.